Naam, tukisonga mbele mtazamaji, wakazi wa kijiji cha Mbai eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia, wamepigwa na butwaa baada ya mwanamume mwenye umri wa miaka 41 kwa jina Gabriel Kiplimo kufu, kufukua na kuuzika upya mwili wa marehemu mkewe aliyezikwa majuma matatu yaliyopita. Taarifa hii inasimulia kwa kina mwanahabari wetu wetu Michael Sikoyo. Tukio hili la asubuhi ya leo limezua gumzo kijijini Mbai. Na kulingana na wenyeji, mwanaume huyo amekuwa akipitia masaibu chungu nzima kwa majuma matatu sasa, baada ya kumzika mkewe ambaye anadaiwa kumwangaisha kwenye ndoto kila mara tangu bibi yake akufe. Wiki tatu na akasema, bibi alimkuchia ndoto, akaambia yeye uende uangalie ndani ya sanduku kuna dawa, licha alikuwa analia kwamba halali Bibi anamletea ndoto anamwambia wewe unalala usingizi lakini mimi silali, ndio we wameniacha, sijalala vizuri, hawakundalisha vizuri sasa. Alikuwa tu uh, mosi la halali jana jioni akaniambia, roho yangu inanizumbua. Mahali penye nakaa ni mke wangu, namuona nikisalimia mwanamke mwana, yeyote barabarani mwenye alikuwa anafanya nafanya na hey jokes, naona amebadilika, amekuwa marehemu. Nikamwambia bro Karada. Inadaiwa mwanaume huyu aliamua kufukua mwili wa mkewe kwa jina Nanzi na Malwa ambapo anadaiwa kupata dawa za mazinga umbwe ambazo zimekuwa zikimtatiza na kumkosesha amani na utulivu. Asu wakati alikuwa anafukua anatoa na akatoa neti akafungua sanduku akapata dawa kwa mkono mwingine kwa kichwa hapa. Kutoa inje ya, ya kufukua, kutoa kumtoa ndani ya jeneza. Kitu cha kwanza alikuwa amezikwa na dawa. Kitu cha pili marehemu alizikwa na chupi na sisi kama jamii ya Waluya ukizika wakizika mke wako na chupi, ni kumaanisha wewe maisha yako inabaki tu hivyo, hata uwezi oa. Baada ya kuondoa dawa hizo kwenye jeneza la marehemu, Kiplimo aliuosha tena mwili huo na kuuvisha nguo na baadaye kuongelesha na kuuzika tena kwa mara ya pili. Kamwongelesha kama bibi yake, akamwambia nakupenda na, na siwezi kukuacha uteseke, nimekujihami mimi ni bwana yako na nimesema nikutengeneze. Ndiposa akatengeneza hiyo mwili na akafunika. Ameosha mwanamke wake akaenda kwa nyumba akachukua mafuta akampaka akapangusa sanduku mzuri akaanza kumfaa akampaka paka mitomo na akamrudisha akamlaza. Tumekuja hapa tukidhani pengine mwenzetu amepagawa ama ni nini imetokea. Lakini tumepata mwenzetu alifanya hiyo kazi kwa nia ambayo ilikuwa ya kujisaidia yo mwenyewe. Maafisa wa polisi kutoka kituo cha Kiminini walifika kwenye eneo la tukio na kumkamata Kiplimo. Na kulingana na kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Kiminini, mshukiwa sasa atashtakiwa na sheria ya kifungu 137 cha kanuni ya adhabu ya ukiukaji na usumbufu wa amani ya maiti. Iko sheria ambayo ita tutatumia kumstaki ya kwamba ameintafia na marehemu Najua mtu akisha kufa, itakikani na ameshikwa sheria, hairuhusu mtu aingie ainterfere naye bila ruhusa ya mahakama. Sasa hiyo ndio tutastaki yeye nayo, haijalishi alikuwa na mambo gani ambayo alitaka kutimisha. Kama alitaka angepitia njia mzuri, aende mahakamani aitishe eh. West TV kutoka kijiji cha Mbai eneo bunge la Kiminini kaunti ya Trans Nzoia.